Kuna mambo yanaendelea, yanapaswa tufungue macho. Zanzibar kama kisiwa haiwezi kuleta maendeleo ikiwa peke yake, kwa hiyo tuna tunawahitaji wenzetu. Mitaani kumekuwa na dhana potofu juu ya muungano wa Tanzania, muungano wa Jamhuri ya Watu wa Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Wapo wanaosema Zanzibar ikijitenga, basi Tanganyika itapokonywa ukanda mzima wa pwani Kuanzia kusini mwa Dar es Salaam hadi kaskazini. Ukweli ni upi? Na kwa nini muungano huu ni himilivu hadi sasa? Kabla ya karne ya 19, Afrika haikuwa na kitu kinaitwa nchi. Zilikuwepo himaya, jamii na falme tofauti tofauti. Tanganyika na Zanzibar ni matokeo ya ubeberu ulipokuja Afrika kujaribu kupata makoloni. Moja ya nchi ya Ulaya iliyochelewa kupata makoloni ilikuwa ni Ujerumani. ilichelewa kweli kweli kwa sababu yenyewe ilichelewa pia kuwa dola moja. Walipokuja tayari eneo hili lote, Waingereza na Wareno walikuwa tayari wameshafika. Ndipo wakapata eneo hili lililokuja kuitwa Dosh Ostafrika, Ujerumani ya Afrika Mashariki ambayo ilijumuisha nchi za leo za Rwanda na Burundi. Katika kutafuta makoloni na kuwekeana mipaka, Waingereza na Wajerumani waliingia mkataba tarehe 1 Julai mwaka 1890 na uitwao the Anglo-German Treaty. Na ikumbukwe kuwa mabeberu wote hao walitaka kukamata chanzo cha mto Nile ili waweze kukontrol Sudan, Misri mpaka bahari ya Mediterania. Sasa Waingereza walipokamata chanzo cha mto Nile, Wajerumani wakaomba nao kuwa na sehemu kubwa ya ziwa Victoria na sehemu ya maziwa yote yanayozunguka eneo hilo, na mwishowe wakapata asilimia hamsini na moja ya ziwa Victoria. Walipochora mstari kwenda mpaka pwani, wakashtuka kwa sababu moja bandari zote muhimu ziliangukia chini ya himaya ya wa Wajerumani. Naongelea bandari ya Mombasa, ya Tanga, Bagamoyo na kadhalika. Kukatokea utata. Mwanahistoria mjerumani Heinz Schneppen kupitia kitabu chake cha Why Kilimanjaro is in Tanzania cha mwaka 1996 alieleza kuwa ilibidi maamuzi ya busara yafanyike na mstari upindishwe upite karibu na mlima Kilimanjaro ili eneo la Waingereza nao wapate bandari ya Mombasa, na akasema kuwa Kilimanjaro iko Tanzania kwa sababu Mombasa iko Kenya. Kwa hiyo toka mwanzo mlima Kilimanjaro ulikuwa ndani ya himaya ya Wajerumani. Mwaka 1919, baada ya vita ya kwanza ya dunia, Wajerumani walishindwa vita na wakapoteza makoloni yao yote ya Afrika yaani Cameroon, Togo, Namibia na Doshost Africa. Katika vita hiyo, Wabelgiji walipiga vizuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakapata Rwanda, wakapata na Burundi, wakashika Kigoma mpaka Biharamulo, na lengo lao halikuwa kubaki maeneo hayo, lengo lao wale watakaoshinda wawashawishi wa reno wawape Wabelgiji jimbo la Kabinda ili Ubelgiji itawale Kongo yenyewe na upande wa pili wa Kabinda ili itawale sasa Kongo nzima pamoja na mto Kongo. Waingereza katika kuwashawishi wa reno kufanya hivyo waliwapa sehemu ya Ujerumani ya Afrika Mashariki itwayo Kionga Triangle ambayo kwa sasa ni Msumbiji. Wabelgiji hawakuridhika, wakaamua pia wabaki na Rwanda na Burundi na Waingereza wakapewa sehemu hii ambayo baadaye iliitwa Tanganyika kwa makubaliano yaliyoitwa the Anglo-Belgium Agreement ya tarehe 22 Novemba mwaka 1934. Zanzibar imekuwa chini ya Waajemi, Wareno, Waarabu kutoka Oman na baadaye wakapata mapinduzi, lakini eneo la leo la Zanzibar siyo eneo la Zanzibar la mwanzo. Eneo la kwanza la Zanzibar chini ya Sultani lilichukua sehemu yote ya ukanda wa Pwani ambayo ni pamoja na sehemu ya Tanganyika. Kwa mkataba walioingia Ujerumani, Waingereza na Sultani wa Zanzibar, Sultani alilipwa paundi laki mbili ili kuachia eneo lote ambalo kwa leo ni eneo la Tanzania bara. Sultani akabaki na pwani ya Kenya ambayo nayo ilipofika mwaka 1963 Yalifanyika makubaliano kati ya Waziri Mkuu wa Kenya Jomo Kenyatta na Waziri Mkuu wa Zanzibar Mohamed Shamte pamoja na Waingereza, wakasema sultani alipwe pesa ili Mombasa iwe upande wa Kenya. Lakini sultani akapinduliwa na hakulipwa fedha zake, lakini baadaye alikuja akalipwa. Kwa hiyo Tanganyika na Zanzibar zilizoungana, Zanzibar ilikuwa imepungua eneo lake, kwa sababu pwani yote hii kwanza ilinunua na Ujerumani kwa laki mbili ya pili linunua na Uingereza kwa laki nne, na fedha hizo za kwanza alipewa sultani akiwa Zanzibar, za pili alipewa sultani akiwa Uingereza. Kwa hiyo wakati Tanganyika na Zanzibar zinaungana Aprili 26 mwaka 1964 tayari zilikuwa ni nchi huru. Balozi Ali Karume anasema kuwa muungano huu ni wa kihistoria na hata kama isingetokea mwaka huo 1964 basi ingekuja tu kutokea siku nyingine.

Mwanzoni mwa miaka ya hamsini, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akiwa kijana alimtumia ujumbe mzee mmoja aliitwa Bilali Rehani Waikela, katibu mkuu wa East Africa Muslim Welfare Society ya mkoani Tabora. Anakuja Nyerere, tumpokee. Wakamuuliza kwa nini, akasema anaweza kawasomesheni hata hata night klabu, kambia hatuna shida sisi ya kupokea Mkristu bwana. Alipokuja akapokelewa na klabu ile, na wazee walikuwa na duka lao. Aya, akafanywa sekretari wa duka, sekretari wa duka. Wakampokea akawahutubia, na hapo hapo kila mtu akaona jinsi kijana huyo anavyotamani kuona bara zima la Afrika likiungana kisiasa kiuchumi na kijamii ili kuleta maendeleo na nguvu ya pamoja dhidi ya changamoto za kimataifa. Lakini hata hivyo, baadaye Mwalimu Nyerere alikuja kukumbana na changamoto tofauti tofauti kama za kiideolojia na maslahi ya kitaifa baina ya nchi za Afrika, lakini alipambana kwa namna yake. Alipenda kuungana kuliko kutengana. mara tu baada ya mapinduzi ya Zanzibar kulitokea vuguvugu vugu la kuipindua serikali ya mapinduzi. Basi, Sheikh Karume alipopokea mawazo ya kuungana na Tanganyika kutoka kwa mwalimu akayapokea kwa mikono miwili, kama anavyosema mzee Enzi Talib Abud, ni immediately baada ya mapinduzi kulikuwa na vuguvugu vugu la kuipindua serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Sasa kwa dhana ya ulinzi na umoja wa Afrika kupitia pafumeka eh, basi Mzee Abeid Amani Karume bila kushurutishwa akaona. Mbele yule mzee alikuwa na vision, akaona hapa salama yangu mimi nitaipata kupitia muungano. Ndio, ingawa wazo hilo lilitoa mwalimu Julius Nyerere, wanazuoni wanaeleza kuwa hakuna aina moja ya muungano. Wanadiplomasia wengine wanasema kuwa muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni himilivu kwa sababu mbalimbali. Sababu ya kwanza ni kwamba huu ni muungano wa hiari. Kwani ipo miungano ambayo siyo ya hiari, na cha kushangaza ni kwamba miungano mingi ya hiari imekufa, isipokuwa Tanganyika na Zanzibar. Kwani tangu mwanzo muungano huu ulilinda nafasi na masilahi ya Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anauona muungano ukiwa na faida kubwa sana kwa Zanzibar katika upande wa uchumi wa bluu. Zanzibar kama kisiwa haiwezi kuleta maendeleo ikiwa peke yake, kwa hiyo tuna, tuna wahitaji wenzetu na kwa kiwango kikubwa tunawahitaji wenzetu wa bara kutokana na yale mambo yote yanayohusu uh, uchumi wa bluu. Bahari yetu ni moja. Uh, tunapozungumza bahari au uh, eneo la uvuvi la bahari ni la muungano sehemu yote ambayo inajumuisha kati ya Zanzibar na bara. Kwa hivyo em, bila shaka uchumi wa bluu utafanikiwa tu muungano wetu ukiendelea kuwepo, na sina shaka kwamba maeneo mengine vile vile, kwa mfano tukiwa tuna bandari kubwa tunayotegemea kuianzisha, kwa kiasi kikubwa itategemea biashara kati ya Zanzibar na bara vile vile. Hiyo ndiyo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, muungano wa mataifa mawili huru. Licha ya changamoto mbalimbali zilizojitokeza, muungano umefanikisha kuleta utulivu wa kisiasa na ushirikiano wa kiuchumi kwa kiasi kikubwa. Juhudi za kuimarisha muungano zinaendelea ikiwa ni pamoja na mazungumzo ya mara kwa mara kuhusu masuala ya kikatiba na usawa wa kiuchumi. Nafikiri wote tunafahamu ili muungano huu uendelee kuwa na nguvu basi ni muhimu kushughulikia malalamiko ya pande zote mbili kwa haki na uwazi.